Niko na Issa Tambu, na vitu vingi sana kuzungumza naye bana. Issa, kwema? Safi. Nakuwaje kama nasemaje, kama kawa. Moja vitu na fly bana kukutana naye eh. Na mpia, karibu bana. Umenenepa kweli, yani mtangazaji kanenepa, yani inaonekana mnapata hela sana eh. Sasa umenenepa, mashaallah ni a mwezi yani. Bahati nzuri mtangazaji anaonioji ni yani family friend, kutoka mkoa mmoja jirani kwa kanenepa kweli, mashaallah kabisa kabisa. Na mpia bana, bana, moja ya vitu ambavyo napenda sana kutoka kwako, kwa, kwa. ni namna vile ambayo game umekuwa ukizungumzia ukweli. Ukiona kuna ukweli hapa lazima uzungumze. Na juzi nimeona Diamond ametoa nyimbo Sasampa, watu wakaanza kutoa maoni tofauti. Kama neno ambalo alikuwa anatumia Anko T na yeye kulitumia kwenye nyimbo sio sawa. Pengine hasa wewe voice ile nyimbo, uh, pengine hasa kwa kwea hasa uliona ni neno sahihi kulitumia kwa msanii? Yaani ngoja sasa mimi nashindwa kuelewa hilo Sasampa nini maana yake? Sasampa ni pesa. Pesa. Sasa kuna tatizo gani kama kutaja jamani mtu kutaja pesa ni tatizo. Mm. Eh, kwa sababu kama Sasampa ni pesa mimi sijaona vizuri. Mm. Eh, ni kama neno lenyewe lingekuwa lina maana tofauti, mm, ndo nadhani ingekuwa sio vizuri katika jamii. Lakini kama ni pesa, pesa ni kitu kizuri tu. Mtoto mwenyewe anakitaka, mwenye mtangazaji anataka hela. Mm. Eh, kwa mimi sijaona kama kuna ubaya wote. Mm. Ni mbona watu wameenda mbali? Uh, nilimwona alikuwa nani ule Ostars Juma? Kana toa paka na machozi anasema kwamba neno Sasampa amelianzisha Anko T, afa unalitumia pia una, una unaharibu mali. Sasa kuna tatizo gani? Mm fedha sasa, ni nani Anko T at nsba? Aa, kile anacho tabia zake. Ah, sasa najua wana, wana, wana, sasa, sasa, na, mtu natekea tabia zake, unamwacha nazo mwenyewe, wewe unachukua kama neno umeona linakufaa na neno hilo unaona kwako linakusaidia ni, yeah. ni halina matatizo katika jamii, sio kitu kibaya. Ndio maana nakwambia, unasikiliza mtu maneno, usifanye tabia yake, kwa sababu sidhani kama kuna shida yoyote. Eh, eh, unahisi pengine hasa kuna chuki kwa damu, na ndio maana tu wanakuwa na wana attack mambo kama hizo. Ah, sasa Diamond is a superstar kwa cha jamii. Mtu yote anapokuwa kwa cha jamii, hauwezi kukosa watu wabaya na watu wazuri, kwa hiyo ni kitu cha kawaida kabisa, na lazima hauwezi kuwa famous, hauwezi kuwa mtu maarufu kama utakosa watu kukusema. Ukiona na usemu hiyo ufanye kitu kizuri lakini ukiona sasa mishale na anakuambia tu, ukiona mishale mingi sana yes, unajua unafanya kitu kizuri yeah, na mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe yeah. no. yeah. mti na na kwa mingi na Nasibu ni msanii mkubwa, anafanya vizuri, naona kama kitu chochote mm-hmm. Sasa hivi so, ametoa zaidi ya ngoma nne na zote zimefanya vizuri yeah, sana, kwa hiyo yeah. ni mtu ambaye anajua kutengeneza mziki wake, anajua kufanya nini, anajua kufanya, anajua mm, anajua, so ile, ile challenge yake ya nyimbo yake. Nasibu ni mtu ambaye anajua kucheza na mitandao anajua. Anajua, anajua, yeah, na kufanya kitu. Mm. Nimeona uh, Mario alikuwa amehusika pia kwenye video na hata akasema, Mario kwa nini awe karibu na, na Diamond. Na kionekana na Diamond, mm -hmm. Watu wanasema kwamba sio sawa kuonekana naye. Sasa unajua, ndio maana nakwambia watu wamezuia kuwa na chuki tu siku zote, lakini mm -hmm. kimsingi mm -hmm. maisha hayataki hivyo, na usanii unataka kusapotiana, unahitaji kuelekezana ku, ku, ku, kila kitu kinavyokwenda, unaelewa, kwa sababu mnategemeana. Mario anamtegemeana Sibu, hata na Sibu kuna Sibu anamtegemea Mario, unaelewa. kwa mimi sidhani, yani watu kuna ile dhana wametengeneza kwamba lazima muziki uwe na chuki ndani yake, lakini sio ma, hey. So, kitu sawa yeah. muziki ni rafiki, muziki ni ni ushikaji, kama vile wasanii wewe, zamani, miaka ile nakumbuka alikuwa kila video flani lazima muone flani wewe, yani ilikuwa ni kitu yani bonge la kitu, na inaonyesha upendo na kusupportiana. kwa mimi sioni kitu kibaya hicho, ni sahihi kabisa kabisa, lakini katika lengo la kusupportiana ni, ni, ni, ni, yeah, ya aliachia ni yeah. uh -huh. hiyo aliachia ngoma akimshirikisha yeah. Msanii wake wa zamani. Kwa nini msanii hamsupport bosi wake? Tunajua, <coughs> kila mtu tuseme na roho yake. Kwa hiyo sasa, ni roho ya mtu, hauwezi kumuingiria. Kila mtu anakuwa na nafsi yake, namna anavyotaka kumsupport mtu mwingine. Umeshaelewa? Kwa hiyo hauwezi kumuingiria unachukisiwezi kuhisi, kwa sababu nafsi kizuri, chuki imekatazwa na kuhurumiana, lakini Mungu anasema ukifanya wenzako wema, Mwenyezi Mungu anakulipa yeah. mara nyingi za pengine anaanza yeah. yeah, kama amesamehe lakini ule la, ukaribu na damu sasa ule sasa, ni kitu kizuri kwa sababu ukiona Okay, ukiona mtu anamuheshimu mtu mmoja mm -hmm. kitu yes. Yes. Kwa ni kitu kizuri na inatakiwa ni heshima tu, na yani Ibra amemheshimu Harmonize na Harmonize amemheshimu Ibrahim, mwisho wa siku mm -hmm. anafanya kitu kizuri mimi mm -hmm. nadhani hakuna mm -hmm. kitu kibaya yeah. yeah. na unahisi una, una sasa ili waendelee kukaa pamoja Ibra na haja ya kuiposti ile nyimbo ama aendelee kuausha hivi hivi. Sasa yeye ndo anatakiwa aone, akiona inafaa anaposti. Unajua kila mtu anakuwa na maamuzi, kama aona inafaa anaweza akaposta, akiona kama haifai basi anaweza akaacha, kwa sababu Ibra ni mtu mkubwa na akini anajua kitu kibaya na anajua kitu kizuri ya yeah. Mimi sikio lako nalikubali sana katika kusikiliza nyimbo waga, ukipoint kwamba hichi kitu kipo vizuri, waga kweli kiko vizuri. Sasampa ya Diamond, Friendzone ya ya Harmonize na Sela ya Alikiba, kwa wewe hasa ipi ngoma ambayo ukitulia ukisikiliza unasema kwamba watu ni wasanii wazuri? Lakini unajikia mtu anakuwa na ushabiki wake. Ukiniuliza yeah. No, nitakwambia mtanguandia nasibu anafanya vizuri kwa sababu mimi na vielementi vya unasibu unasibu, mm. lakini watu wote wanafanya mziki mzuri, ni kama vile timu za Simba, Yanga, Azam, shanifahamu eh? mm. kila mtu anakuwa na mm. mapenzi sehemu yake. mimi mm. mimi binafsi napenda sana nyimbo za kina za, za nai eh, zbaae mm. yani. okay, okay. Mm. Yani. Yeah, mm. Okay, sasa tumaliza mawili ya mwisho. Uh, kuna hili mwanamke ku share chat ambazo labda ametongozwa na mwanaume mwingine nje wa nje, labda ameolewa, anaonesha mwanamke wake inamaanisha nini hasa katika mahusiano? Ile sasa inakuwa u kitu kizuri japo, lakini hata wewe mtongozaji, mtongoza mtu ambaye ameshaolewa, dini imekataza kabisa, ni haramu na haifai kabisa kumtongoza mwanamke ambaye ameshaolewa. Anafanya makosa makubwa sana kabisa kabisa kabisa ni sahihi mwanamke umetongoza mwanaume? Mimi kwa upande wangu naona ni sawa tu, anaonesha ukweli, na na unasema ile kuaminiana katika ndoa ni kitu kizuri sana. Wanasema kama mwanamke, kuna baadhi ya anakuonesha, ujue anataka kuaminisha kitu fulani. Sasa inategemea na nafsi yake, atakapomwingilia kwenye nafsi, ila ni technique ambayo wanawake pia wanaitumia lakini kama yeye mwenyewe a mwanamke anakuwa na akili kama naona mwanamume kumwonesha mwanamume wake. yeah. yeah. Kama kweli ni mtu ambaye amenyoka basi ni kitu kizuri, lakini kama anafanya kwa ria tu mwenee n basi, atakuwa anafanya makosa. Ni sahihi mwanaume mwana au mwanamke kushika simu ya mpenzi wake? si sahihi kwa sababu mwisho wa siku simu ni kitu ambacho kinaongoza kukuvunja ndoa. Ah mm. Uh, mwanamke anatakiwa kutimiza wajibu wako kama mke lakini mume pia utimize wajibu wako kama mwanaume nyumbani. Kwa nini ikataa sio sana? Si sawa kwa sababu migogoro mikubwa sana uh, hasa miaka hii sasa hivi ndoa inakufa kutokana na simu. Mm. Mm. Simu. Ya. Yeah. Kwa mm. Nadhani kila ndoa ikichangana mipaka mwanamke angalia mm. Mipaka akiangalia mimi na nahudumiwa kwa kila kitu. Mm. Mume uh, wangu anacheza kama pati ya mume. Mimi nadhani sioni kama una sababu sana kwanza kufuatilia hapa karama simu yake. mm. kuna hiki ambacho nimekiona kina, kina, niliona pia juzi kwenye mazishi ya Raila Odinga. mm. Uh, ilitokea hichi kitu, akanasema kwamba siku hizi watu maadili hawayafati, wanafata sana hii mambo mengine ya kisasa. mm. unahisi una, una uh, kwenda kutembelea labda kaburi labda kufata ile mila ya mazishi na pengine ile ya, ya, ya, ya, ya, ya mababu zetu hasa imepita na wakati tu iache. Sasa watu wanaongozwa na sheria ya dini shekhe. Hawaongozwi na mira, waongozwi na nini? Ndio tukaletea wa dini. Kila dini na utaratibu wake. Kwa mimi nadhani kama ni Muislamu utafuta sheria ya dini yako ya Kiislamu inataka nini? Umeshanielewa? Lakini ukienda ukigeuka ukienda kinyume na dini, utakuwa ni mwenye makosa na utakuwa kwenye hasara kwa sababu usiku utaingia kwenye ushirikina, utamkufuru Mwenyezi Mungu. Lakini dini imeelekeza kwa nadhani kila mtu afuate katika misingi ya dini na atakuwa mtu mzuri na atakuwa mbora leo na kesho akhera. Labda wezekana mimi ni Mnyamwezi, kwetu labda tunaambiwa mwanaume akifariki labda zipite siku saba ndo azikwe ama kuna kitu kifanyike hichi, alafu mimi napoteza maisha ama nafariki, lakini hazifanyiki zile tamaduni. Nimeona juzi Kenya pia walifungua mpaka kesi. Sasa hapa nimesema sisi tunafuata tunaongoza kwa misingi ya sheria za dini. Sisi katika dini, ukiniuliza, nitakujibu kwa dini, kwa mujibu wa dini, kwa sababu mimi ni muumini wa dini ya Kiislamu. Dini ya Kiislamu ni nzuri, ina sheria na taratibu zake. Kwa mfano, kifo, katika vitu ambavyo binadamu anatakiwa ala aha, aha akishiwa kufanyiwa ni kufa na uwai kuzikwa, lakini pia kuoa na kuolewa, uwaisha kuolewa au uwaisha kuozwa kwa yeah. Hiyo kifo inatakiwa ukifa uziko sasa hivi kabisa. Oh. Lengo la maana yake ni nini? Yani maana yake ni kwamba yale yale ambayo uliyotengeneza katika A dunia ukakutana naye ukakutana na ujira. Kama ulitengeneza heri, basi Mwenyezi Mungu akakulipa heri zako za kusubiria, lakini kama pia ulitengeneza shari, kaburi linakusubiria likakulipa shari zako, ndio maana yake hiyo. Kwa hiyo mambo mengine ya mila na nini <coughs> si sehemu katika maana hiyo. Isa anamaanisha kwamba tamaduni za Mwafrika tuachane <coughs> nazo, sio nzuri. Mimi siamini kuna tamaduni. Mimi ni muumini wa laa ilaaha ila Allah Muhammad rasulullah. Mimi naamini dini naamini Mwenyezi Mungu tuishi kwa kufata dini tuishi kwa kufata misingi ya dini zetu tuishi kwa kufata misingi ya Qur'ani tuishi kwa kufata misingi ya Mwenyezi Mungu anataka nini na ametukataza nini. Ukimsikia okay, mtu anasema kwamba dini tumeletewa labda na Wazungu na Arabu, anakuambia tuachane uh, nazo bana, tufate ma, nani tamaduni zetu mtu akizungumza kitu kama hicho, huyo ni mjinga, anakuwa na elimu kwa mimi. Kazi yangu tunamwombea dua kwa Mwenyezi Mungu siku moja ajue kwamba kuna dini, kuna Mwenyezi Mungu. Ni mtihani na kama mitihani mingine tu, lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu sasa tujalie mwisho mwema, lakini mwisho wa siku afahamu sasa, yule ambaye anakuwa hafahamu, kwa maana Mwenyezi Mungu anasema iza jaa nasrullahi Mm -hmm. Kwamba hiyo haya imezungumzia kuna kipindi takuja neema Mwenyezi Mungu kwa makundi kwa makundi kwa mm makundi -hmm, wanakuja katika dini wa kusabihi na kubali. Sasa, kwa hiyo Mwenyezi Mungu atujalie watu katika miongoni mwa wale ambao mwisho wa siku hata kama hujakubali lakini utakuja kubali. Okay. Yeah. So, la mwisho hasa, uh, unamshauri nini kijana ambaye amemaliza chuo leo, anaingia mtaani, anataka aanze maisha, cha kwanza akizingatie nini hasa? Cha kwanza mombe Mwenyezi Mungu, cha pili afanye kazi kwa bidii, cha tatu asikate tamaa. Asante sana, karibu sana. Okay.